Upende kwa rehema zako nyingi Bwana Mungu kusikia maombi yetu. Utubariki kwa neno lako, nena pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Keti chini tafadhali. Hai dunia ambaye tunaishi Sijui kitu kigani ni muhimu kushinda vitu vingine vyote. Wakati mwingi binadamu wanasema kitu ya muhimu kushinda vitu vingine vyote ni pesa, na hata watu wakaimba wakasema, pesa ni sabuni ya roho gawa. Pesa inaonekana ni ya maana, lakini pesa iko na mwisho wake. Pesa inaweza nunua kila kitu, lakini haiwezi kukununulia tikiti ya kwenda mbinguni. Pesa inaweza nunua kitanda, lakini pesa haiwezi kununua usingizi. Bado nauliza, je, kitu gani ni ya muhimu kushinda vitu vingine vyote? Wengine wakaniambia hapana, kitu cha ja muhimu kushinda vitu vingine vyote ni cheo, na watu wanaweza tafuta cheo kwa namna yote, lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba leo siku moja tutaja leo. Wakati tumetembea kwa jamii ya ndugu wetu aliyetutangulia soe, tunataka kujifunza kitu gani ni ya muhimu kushinda vitu vingine vyote? Daudi alijua na akaandika Zaburi ya sabini na mstari wa kwanza, akasema E Mungu, uniokoe. E Bwana, unisaidie hima. Kwa hii dunia kitu cha muhimu kabisa ni kuwa na Mwokozi. Kwa sababu gani? Sote ni wasafiri, sisi zote ni wasafiri. Mtu akiwa na jeo, akiwa na pesa, akiwa na marafiki ama hana, sote ni wasafiri. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba kuko na pahali pawili wanadamu wanasafiri. Una wale kila siku wanasafiri wakielekea mbinguni na kuna wale wanasafiri wakielekea jehanamu. Daudi alijua na akasema, E Mungu, uniokoe ili niwe msafiri wa kwenda mbinguni. Leo tumekuja kuwafariji, lakini tunajua ya kwamba mtumishi wa Mungu ambaye alimhudumia kwa wakati, ambaye Mungu alimkubalia kuhudumu na akakaa pamoja naye, tunajua ya kwamba wakati unapomhudumia Kristo na ukimwambia e Mungu niokoe, anabadilisha safari yako na anakufanya kuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Kila siku tumwambie Bwana atuokoe ili tubadilishe safari yetu, na safari yetu kila wakati iwe ya kwenda mbinguni. Huyu msafiri wa Mungu unafikiri amefika pahali ambapo wapendwa na watakatifu wamefika ambao wamemwambia e, Mungu uniokoe. Jambo la pili, baada ya Mungu kutuokoa, anatuokoa kutokana na nguvu ya dhambi. Baada ya Mungu kutuokoa, si dhambi inatutawala tena, ni Yesu anatutawala. Kama bado tunaishi ambia Mungu, uniokoe ili dhambi isinitawale. dhambi izikuja ikanitawala na matendo ya dhambi isinitawale. Ee Mungu, uniokoe na Mungu akikuokoa, nguvu za dhambi zinaisha. Nataka niwaambie kwa hii dunia, hata mtu akikutendea mabaya, Mungu akusaidie uwe mtu wa kusamehe. Nataka niwaambie sisi, wakati mwingi tunapitianga changamoto, lakini ukiwa msafiri na nguvu ya dhambi ikikwisha ndani yako badala ya kulipiza kisasi unasamehe. Umepitia changamoto mingi katika maisha hii ambayo tunaishi ni mzuri. Mungu atuokoe ili nguvu ya dhambi isionekane ndani yetu. Je, wakati watu wanakuona, wanaona Yesu ama wanaona nguvu za dhambi? Mungu atuokoe. Jambo la mwisho, utafanya kitu cha maana ukiwa na Mwokozi na ukiwa na msaada hii dunia kifo ni chungu. Unaweza tiana moyo lakini kifo ni chungu, lakini ja, habari njema ni kipi? Ya kwamba ya maana ni kupata msaada. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana kumi na moja, Maria na Martha ndugu yao alikuwa mgonjwa, na wakamwita Yesu, wakamwita Yesu wakamwambia Yesu waka huja ponya ndugu yangu, lakini Yesu akakaa siku mbili zaidi. Kwa nini? Yesu achelewi, yeye anakujanga kwa wakati wake. Nakumbuka tulikuja hapa na kikundi moja kutoka Pokot Ugaimba, ukaimba na hata mama akasikia ugeni wa kipekee. Tuliimba kwa sababu Yesu achelewi, Yesu anakujanga kwa wakati wake. Alingojea wakati huu upate nguvu na ukipata nguvu upokee ujumbe huo. Angetaka hata atangulie mwezi mmoja iliyopita, angeweza, lakini ilingojea wakati huo kwa sababu Yesu hachelewi. Jesus is never late. Jambo la pili, Yesu alipofika walikuwa wamezika Lazaro na wamefunika kaburi. Martha ndiye alitangulia akasema anajua utamfufua siku, siku ile. Maria alipofika Yesu akalia. Kwa nini Yesu alilia na akijua ya kwamba atamfufua Lazaro? Ni kwa sababu Yesu alijua bado atarudi kulaga, na Yesu analia pamoja na wale ambao wanamsiba. Hata leo mama angu akilia, na sisi hapa wa Saint Paul Saboti Yesu ambaye ni msaada wetu analia pamoja nasi, na kwa hii familia ali tu pamoja nasi, anatufungulia mipango na anatufungulia rasilimali, ili sherehe ya mtumishi wa Mungu ikaanzie kwa Bwana, ikafulizwe na kumalizikia kwake. Mimi nataka niwaambie wapendwa, yeye ni msaada hmm. lakini msaada mkubwa zaidi alipofika pale wakaburi akasema, fungueni watu, akacheka sema, toeni jiwe, na akasema Lazaro, kabla hajasema, akasema mimi ndimi ufufuo na uzima, ishirini na tano, yeyote yaniaminia hata kama hajakufa atakuwa hai tena. Niwaambie wapendwa, katika jina la Yesu Kristo ni ya kwamba Yesu huyo alimfufua Lazaro, na hata sisi siku moja tukimwamini tutafufuka. Yeye alishinda kifo, na yeye ni ufufuo. Nilikuwa naambia watu, kulikuwa na mtu anaitwa Jehova wa nyuni, watu walifikiri ni Mungu, lakini siku yake ilipofika alikwama kaburini, lakini Yesu akafufuka, na yeye pia atakaporudi atatuchukua pamoja na wenye walitangulia, kina mtumishi wa Mungu Soet. Na kwa hii safari yote atatusaidia na itamalizika vyema. Mungu wa amani awe msaada wako. Nesiati anaanza kuwa msaada, alikuwa msaada wako. Mama alipigana vita vya imani, alimtumikia mzee wake. Nakumbuka mara ya kwanza tulimpata kwa pastor pale. Mzee alikuwa amekaa pale kama anataka kuongea, lakini mama anamsaidia yeye. Alimwelewa hata kabla ya kuongea, aliamka hata wakati angetakana kulala. Mungu ndio alikupa hiyo msaada, na ukamtumikia kwa uaminifu mpaka wakati wa mwisho. Kuna wengine wametoroka, lakini mama alikuwa mwaminifu, ni kwa msaada wa Mungu na hata baadaye Mungu atakusaidia Mary, utachunga watoto wako na baraka zingine zitakupata kwa msaada wa Mungu. Kwa hivyo, naomba wapendwa, kitu cha muhimu tupate mwokozi na msaada, na safari ya mtumishi wa Mungu Soet ikaanzie kwa Bwana, ikafulizwe na kumalizikia kwake, kwa jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.